Mwezi huu, mama Mlebanoni, Mona Ghandour, alijawa na hisia katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Beirut Rafic Hariri alipomtazama mwanawe, rubani Kay Hamdan, akiwasili kwa mara ya kwanza katika mji wao wa nyumbani kwa kurusha ndege ya Boeing triple seven ya Emirates Airline. Mama huyo mwenye fahari alipanda uzio wa waya wenye miba unaozunguka uwanja wa ndege ili kushuhudia mwanawe akikamilisha safari hii muhimu licha hali ya upepo mkali wakati wa kutua kwake. Hisia za Mona Ghandour zilienea sana mitandaoni baada ya kuchapisha video kwenye mtandao wa Instagram ikionyesha machozi yake ya furaha wakati akimtazama mwanawe akirusha ndege ya Emirates hadi kutua kwa ustadi. Licha ya hali ya upepo mkali kusikika waziwazi kwenye video, Hamdan alitoka ustadi ambao mama yake alielezea kama laini kama siagi akionyesha ujuzi wa hali ya juu katika mazingira yenye shinikizo. Haikuwa safari tu, hii ilikuwa safari ya maisha, ambapo ndoto asili na fahari ya mama zilishuka pamoja, aliandika Ghandour katika chapisho lake maarufu, akielezea kwa ufasaha uzito wa kihisia zaidi ya ustadi wa kiufundi wa kutua. Tukio hilo la kugusa moyo ni mafanikio ya kipekee kwa rubani huyo wa Kilebanon, ambaye alirejea nyumbani akiwa katika nafasi ya juu ya majukumu na mafanikio ya kitaaluma. Uamuzi wa Ghandour kujipanga karibu na uzio wa uwanja ulimwezesha kuona kwa uwazi tukio hilo la kihistoria, akirekodi kwa wakati mmoja ustadi wa kiufundi wa mwanawe na maana ya kihisia ya tukio hilo. Safari ya Kay Hamdan kutoka kuwa mpenzi wa masuala ya anga nchini Lebanon hadi kuwa rubani wa ndege aina ya Emirates 777 inaonyesha asili ya kimataifa ya taaluma ya urubani wa kibiashara. Mafanikio yake kitaaluma katika kuendesha ndege kubwa kwa moja mashirika ya ndege ya hadhi ya juu duniani ni matokeo ya miaka ya mafunzo, udhibitisho na uzoefu wa kiutendaji. Hali ya upepo katika uwanja wa ndege wa Beirut, iliyosikika wazi katika video ya Ghandour, ilihitaji marekebisho ya hali ya juu na umakini kutoka kwa Hamdan aliyekuwa akirusha ndege hiyo. Wataalamu wa anga wanasema kuwa kutua na ndege ya Boeing 777 yenye urefu wa mabawa futi 259 na uzani wa kutua unaozidi pauni laki nne kuna kunahitaji ustadi wa hali ya juu hata katika hali nzuri. Kuweza kudhibiti ndege hiyo katika mazingira yenye uzito wa kihisia kama hayo kunaonyesha usahimilivu wa Hamdan na uwezo wake wa kitaaluma wa kipekee.